Okay, jina langu ni Fumiyo Jin kutoka Japani na sasa mimi ni mwanafunzi wa chuo cha Dar es Salaam. Ah, nashukuru sana na, naweza kuhudhuria hii mafunzo ya ukalimani kwa sababu ni masomo mazuri kwa mimi, ingawa Kiswahili nini, kiwango changu cha Kiswahili ni bado mbali sana na kufanya ukalimani, lakini e, um, Mafunzo uh, mafunzo ya ukarimani ina imenihamasisha uh, kujifunza Kiswahili zaidi. Uh, ni kwanza ni kuwa na fursa ya mazoezi kwenye bus um, ni, ni nzuri sana na pili kini um, ilikuwa fursa nzuri um, kuwa na uhusiano wa uh, watu wengine kutoka nchi mbalimbali na uh, baadhi ya watu uh, tayari wanakuwa na uzoefu wa kufanya kazi ya ukarimani. Hivyo ni nzuri sana kwa mimi e, kweli kabisa uh, mimi ninaona um, kufanya kazi ya ukarimani ni, ni muhimu sana ku, uh, uh, ku-connect people and um, na hii ni uh, hatua ya kwanza uh, kuelewa utamaduni na nchi zingine. Uh, hivyo ukalimani ni muhimu sana. Uh, sina uhakika mawazo ya Wajapani uh, wote lakini um, ni bado lugha uh, ya Kiswahili ni uh, haijulikani uh, kwenye Japani. Yaani uh, watu wanaoongea Kiswahili wapo Japani, lakini wachache wachache sana. Hivyo bado bado um, kuna nafasi nyingi sana kuenea lugha uh, ya Kiswahili na um, nini kazi ya ukalimani.